Na tutaangalia jinsi ya kutengeneza kitabu kwa kutumia Canva. Jinsi gani unaweza ukadesign kitabu cha mtoto mdogo, vitabu vya watoto ioto, vitabu vya wanafunzi, vitabu vya darasani kwa kutumia Canva. Au unaweza ukatengeneza kitabu chako, ukaenda kukiuza, ukakiprinti vizuri, kama una stationery au una printer ukaenda kuviuza sehemu unayotaka. Sasa nitakueleza namna ya, ya kuweza kuandaa kitabu ambacho unaweza ambacho ukakiuza sehemu yoyote. Uh, jinsi ya kwanza, utafungua Canva, utafungua Canva. Ukisha fungua Canva, utatengeneza akaunti yako vizuri, uta login. Ukisha login, kitu utakachokifanya utakuja hapa kwenye uh, kwenye templates hapa kwenye templates utakuja hapa kwenye education. Sasa kwenye education hapa kuna vitu vitatu: kuna subject, ni yale masomo, kuna grade, alafu kuna resource type. Tukianza na subject, labda unataka kutengeneza kitabu cha Kiingereza au cha hesabu au cha sayansi au cha uh, mambo ya arts, social studies, unakuja hapa, unachagua kitu ambacho unataka kutengeneza. Tukija kwenye grade, labda unataka kutengeneza kitabu cha watoto ambao wajaanza shule, kindergarten, grade 1, grade 2, grade 3 darasa la nne, la tano, la sita na kuendelea resource type, hapa kuna namna ambavyo unaweza ukatengeneza vitabu, labda inategemea huko, staangalia sana lakini sisi uh, video yetu itakuwa inaongelea kutengeneza vitabu kutokana na subject au aina ya somo pamoja na grade. Ukisema labda kitabu, tuanze na kitabu cha Kiswahili cha hesabu, kwamba unahitaji kutengeneza kitabu cha watoto kinachohusu mambo ya hesabu. Kitu ambacho unakifanya ukiklik hapo utakutana na sampo nyingi za vitabu ambavyo uh, zinakuwa unaweza uka zinakuwa ni zimeandaliwa tayari. Kwa hiyo, kazi yako ipo ziunganisha sasa ili utumie njia nyepesi ili uepukane na huu usumbufu. Unachokifanya, utaingia uh, kwenye utakuja hapa kwenye grade, utachagua hii kitu kinaitwa labda kindergarten au grade 1, let's say grade 1, watoto wa darasa la kwanza wale wa chekechea. Sasa uh, unachokifanya ni unakuja hapa unachagua page yoyote, labda hii hapa. Unaweza nikachagua hiki hapa cha kuandika uh, hi uh, nani anaweza uh, nikachagua labda hiki cha kuandika, saa nikachagua hapa, use this template. Uh, kumbuka kutumia Canva kuna baadhi ya design uwezo ukazitumia mpaka uwe na paid, paid version ya Canva Pro. Sasa uh, ukinicheki inbox naweza kupatia access ya kutumia hivi vitabu ambavyo vimedesainiwa kwa quality nzuri ambavyo vinahitaji ulipie, lakini mimi nitakupatia access ya kuweza kuvitumia bila kulipia. Kwa hiyo utanicheki kwa namba ya WhatsApp sifuri sita tisa tatu mia nane themanini mia tatu ishirini na tano, nimeweka hapo chini. Kwa hiyo ukisha chagua sample ya kitabu chako Iki, labda umeamua kuchagua hiki, labda time, unajua kabisa wa watu watoto wanapenda kuelewa mambo ya saa. Ukiandika hiki kitabu, ni mtu yoyote ambaye ana mtoto wake atavutiwa kukinunua kwa ajili ya watoto wake kwao. Unachokifanya, unaweza ukaongezea hizi, ukaongezea peji nyingine aduplicate naweza kufanya hivi ili kiwe na peji nyingi, labda peji hata ishirini. Naweza nikafanya hivi alafu nika duplicate nika duplicate tena nika duplicate tena nika duplicate, labda zimekuja peji thelathini. Sasa kitabu changu kitakuwa na peji thelathini ambacho mtoto anaweza akajifunza kuhusu muda pia naweza nikaamua labda nikaongezea kitu kingine hapa, au nikaamua kuandika kwa, kwa Kiswahili kwamba kwamba kwamba naweza nikaandika kwamba ijue uh, yes. Ijue saa, au naweza nikaandika naweza nikaandika ijue saa yako uwe saa yako, au nikaweka maneno mengine ambayo nataka ni mwenyewe kwa Kiswahili au kwa Kiingereza vyovyote. Baada ya hapo, nitachagua ku kudownload hiki kitabu katika mfumo wa PDF-u. Nitachagua download. Yes nikisha download. Oh. Hii ime contain premium image lakini unaweza uka download ukisha download hapa uh, ili uweze kudownload utanitafuta inbox niweze kukupatia uh, kupatia access ya Canva Pro. Utaki download katika mfumo wa PDF. Ukisha download, uh, ngoja nitahamia kwenye Canva Pro hii tuone namna ambavyo unaweza kudownload hiki kitabu. namna naweza kudownload kitabu. <laughs> Okay, nitaweza kukiedit kitabu kama tulivyoona kwamba naweza nikaweka taarifa zangu au nikaandika chochote ambacho mimi nataka. Uh, baada ya kukiedit hapo nitaenda kwenye kukidownload. Pia naweza nikachagua vitabu vingine ambavyo vinahusu watoto ambavyo vinahusu watoto wadogo ambavyo naamini vinaweza kuwasaidia au ukivitengeneza vinaweza kuuzika. Mfano hiki hapa, hiki hapa ni kama mtu ana mtoto mdogo, na chenyewe unaweza ukakiamua kukitengenezea namna ambayo utakiunganisha kwamba vitakuwa ni vingi. Mfano hapa nitakachokifanya wakati nafunguka naweza nikaendelea na huku, nitakachokifanya hii hapo, ukiangalia ipo katika mfumo wa mahesabu. Huyu nitakachokifanya, naweza nika nikaamua kutengeneza peji nyingine kama hii, kama hii, nikaibadilishia baadhi ya vitu hapa kama ambavyo hapa kama ambavyo hapa naweza nikaongezea vitu vingine nikapunguzia vitu nikaongeza vitu ili iendane na ninavyotaka. Kitu kingine naweza nikachukua labda peji tofauti tofauti au vitu tofauti tofauti, nikaja kuchanganya katika kitabu kimoja. Labda naweza nikaamua kukopi hapa peji nzima hapa naweza nikaamua kuikopi na kuja kuipaste hapa hapa, ambapo itakuja itatokea hapa hivi. Kwa naweza nikachukua vitu vingi vingi, nikavichanganya kwenye kitabu kimoja, nikavichanganya kwenye kitabu kimoja, nikaduplicate hapa, nikachukua idea nyingi nyingi tofauti. Hii hapa idea ya saa ndio tulianza nayo, nimesema unachokifanya unaweza ukai duplicate hapa, ukai duplicate uka ukatengeneza page page nyingi unazozitaka, ukatengeneza page nyingi unazozitaka, ukatengeneza page unazozitaka, alafu baadaye ukaenda kuenyeshea hapa utaplinti kama PDF. Akuangalia hapa, naweza nikachagua ku download kama PDF. Nikisha download nitatengeneza, tayari nimetengeneza aa, kitu ambacho naamini watu watakihitaji. Sasa unaweza ukatengeneza vitabu vingi sana, kwa sababu kuna sample nyingi za vitabu zikouu ambazo unaweza ukazitengeneza na ukaediti kulingana na aina ya kitabu unachokitaka wewe. Video inayokuja nitawaelekeza namna ya kutengeneza cover cover ya hicho kitabu, namna ya kutengeneza cover ya, ya, ya kitabu chako ambacho umeshakitengeneza. Sasa kuna vitabu vya level nyingi. Kuna vitabu vya kuna vitabu vya levo ya kindergarten, kuna vitabu vya levo 2, levo 3 na kuendelea. Kwa hiyo ukiangalia hapa labda kuna mfano uh, hiki hapa animal alphabet. Hiki ni kitabu kizuri tu ambacho unaweza ukakiandaa animal alphabet ukakiandaa kwa kupitia Canva tayari, huku wameshakuwekea kila kitu. Sasa kitabu kama hiki itaelekeza namna ambavyo unaweza ukakiandaa na kukiongezea vitu vingine. Mfano hapa ni wanyama, inaweza ikawa kama cover ya kitabu. Hawa ni wanyama tayari ambao ambao wamesha wameshawekewa disaini wao, kwa unachokifanya wewe ni unatengeneza hiki una, una kidownload tu, wala ina haja ya kutengeneza. Unakuja hapa una kidownload hapa, kisha kidownload utaelekeza kinavyotokea. Baada ya kidownload, utakuja kuona hapa. Ukisha kidownload, tayari kinakuwa ni kitabu ambacho unaweza ukakiprinti na ukakiuza, kikauzika vizuri sehemu yoyote kwenye mashule au kwa wazazi, utadownload kitabu chako vizuri. Ukisha download uh, ukisha download kitabu chako uh, kinakuja tu kuonekana kama hapa, kinakuja kuonekana hapa, ambapo ngoja nitakifungua tukione kinavyoonekana. Mfano iki hapa kile cha saa kinakuja kuonekana vizuri tu, ambavyo utaenda ukiprinti na stationery au sehemu yote ukatengeneza tayari kitabu ambacho kipo tayari. Unaweza ukatengeneza vitabu vingi sana, vitabu vingi sana. Hiki hapa una kidownload vizuri, unaenda sehemu na kiprinti, unaweza ukauza hiki kitabu. Peji za kutosha unaweza ukaweka peji hata mia kulingana na unavyotaka, unaweza ukaweka peji hata mia kulingana na wewe unavyotaka. Hiki hapa hapa PDF, yes. Hiki ni cha animo, kuna vitabu vingi sana ambavyo unaweza uka uka download, hiyo ilikuwa ni grade 1. Unaweza ukaingia grade 2, grade 2 ukachagua vitabu ambavyo vinahusiana na grade 2. Hmm. Ukaja labda grade chukulee grade 4 ambayo ni ya watoto wakubwa wakubwa kidogo. Hapo grade 4 utakutana na vitabu vya ambao vinaendana na gred gred ya juu zaidi, na hisi darasa la pili la tatu. Yes, darasa la pili, mambo ya multiplication si nini? Kwa hiyo kuna vitabu vingi sana ambavyo unaweza ukaprint tu na kudownload, una download na kuprint. ano ikihapa ni kitabu ambacho unakitengeneza ndani ya dakika tano tu ta? Dakika tano nyingi, dakika mbili unaenda tu kuprinti na kutafuta soko la kuuza hiki like, ni kitabu ambacho kiko tayari tena hiki like, kizuri kina kava peji hapa juu. Kwa hiyo hizi ndio vitabu unakutana na watu wanaviuza vinakuwa vimetengenezwa tu tayari, vishatengenezwa e kazi yako ni kwenda kopi na kupesti kwenda kukopi na kupesti. Copy, paste, una download tayari, una kitabu chako kizuri tu ambacho kinakubalika international. Unaweza ukakitengeneza na kukiuza baadaye. Video nyingine, nitaelezea namna ya kutengeneza cover ya kitabu, lakini kumbuka, uh, vitabu ni vingi sana unaendelea degree ya kumi na mbili. Sisi Tanzania tunatumia darasa la, lakini ao wenzetu wanatumia gredi. Utaangalia kama ni gredi kama ni nini kama ni o. Unaamua kuchagua subject, unaweza ukachagua hesabu, ukachagua sayansi, kuangalia mfano sayansi vitabu vya sayansi hivi kuna labda, yes, kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukatumia ukatumia kutengenezea kitabu chako. Kwa hiyo ndio, hiyo ndio njia nyepesi ya kutengeneza kitabu kwa kutumia Canva. Very easy na ha, ni haraka zaidi. Kwa hiyo mawasiano zaidi ya kupata Canva Pro ili uweze kutumia hizi ambazo, hizi ambazo za aina za vitabu ambavyo ambazo vipo kwenye mfano, hizi hivi ni vitabu tu vya shuleni, vile ya darasa la tano, darasa la sita. Kutumia hizi pro features, tuwasiliane inbox namna ya kuweza kuzitumia hizi. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivi muda wote, ukaanza kutumia free, baadaye utatumia hizi za pro features. Kwa hiyo ndio mwisho wa video. Video nyingine itaeleza namna ushatengeneza kitabu chako, namna ya kutengeneza kava, na sehemu ambapo unaweza ukauza kitabu chako hapa Tanzania na nje ya Tanzania.